Mungu ni mwema, yaani ukikaa kwenye uhakika uko salama, lakini ukikaa kwenye kusitasita haifai mbele za Mungu, haifai mbele za Mungu, kwa sababu Bibilia imesema chagueni hivi leo nani utakayemtumikia, ni shetani au ni Mungu? Mungu atakukataa, na ndio maana unaweza uko kanisani lakini huamini kama Mungu yupo, lakini wengine tunaona Mungu yupo hey, na anatupa vile, yes, tunavyotaka. Yeah, anatupa Bwana yeah. Yesu asifiwe. Tumeendelea kutoa kanisani, lakini tunaona baraka zinashuka yeah. Mpaka sasa nikawa naambiwa hapo kwamba, kabla yote, yani kwamba kabla yote mnavyoanza tu hii kujenga

Amen. Yesu asifiwe. Maana ukikaa wewe hauna uhakika na kitu unachokifanya hawezi ukafanikiwa, hawezi kabisa. Na kwenye imani hakuna vitu viwili, hakuna vitu vitatu. Kinachoongezeka ni kwa shetani ni kwa Mungu. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani ukinganana tunandomana mwingine anakwambia mtakifa, anasema ninaomba Mungu aende kule ili kule ndo awe nani, baba kama nani, umukumbuke. Hakuna fumba na kufumbua. Waibrania inasema tisa ishirini na saba inasema baada ya kufa ni ukumbu <coughs> <coughs> nalie kwambia kwamba mtutoe maiti huku, utoe utoe huko kwa shetani, mpeleke kwa Mungu. Biblia haipo. Ukishindwa kutengeneza maisha saa hizi sinahokea, kwamba utakuombea hata siku ya kufa. Mwingine anategezea kwamba kaumwe, ili utende unatoka, ndo akaseme niombeni mchungaji, hiyo hakipo. Labda ukiwa kama bouncer yule aliyekaa pale msalabani. Yeye alienda kule bila kubatizwa, yeye alienda kule bila kusomewa sala ya toba, yeye aliambiwa ali tu ah. Yule mwingine akamwambia aise, yaani wewe ungekuwa wewe ni mwana wa Mungu unge ungeokoa ekiokoa umeshinda, lakini liizi lingine likasema ah, aise, mimi naelewa wewe ni bouncer <coughs> Wewe ni mwanaume, akasema mimi yani huko nakwenda u uh, nataka tukae tuwe pamoja, yani usiniache, usinisahau. Na sala yake ilifikiwa pale pale, akamwambia wao <coughs> kwanzia sahizi tutakuwa <coughs> wote, mkono wa kume wa Mungu Baba, katika jina lako Bwana Yesu. Usiju kati yani, jaribu vitu vingine kuchezea lakini sio kwenye imani, kwa sababu Mungu <laughs> anaelewa vizuri na anaelewa vyema juu yako, amina. Ukishaanza kuchezea kwamba ah ni kama ah, ni kama ni kama ah, kwa Mungu hiyo hiyo. Sisi hatuna wasiwasi na Mungu, tunajua tu Mungu anafanya kama. Akisema mwanangu subiri kidogo, na subiri. Kama akisema mwanangu, sasa hivi kiko njiani, sasa hivi kinakuja unakuta kinakuja. Hata pamoja na kutoa, tunatoa yaani, kwamba vyovyote ambavyo ambavyo wanahitaji watu kanisani, kujenga mahekalu ya Bwana, tunatoa, lakini tunaona baraka zikiongezeka na kumiminika. Kwa nini? Bwana Yesu, hakika imani kiyumba utashangaa kuna shida imani kiyumba mwingine anaanza kuyumbishwa yumbishwa na imani mwingine anaanza kuyumbishwa kwa ajili ya imani ya watoto wake mwingine anaanza kuyumbishwa na imani ya mme wake mwingine anaanza kuyumbishwa na imani ya mke wake itakufaa nini wewe mtafute mwanaume mwanaume wa wanaume simama <laughs> kwenye <inaudible> nafasi ya kwako Bwana Yesu asifiwe! Wewe unaangaika nini? Yeye alikufa alikuswa pale msalabani kwa ajili ya mimi na wewe. Sasa wewe una wasiwasi gani? Amesema hapo yamekwisha, magonjwa kwa heri, kila kitu kwa heri. Wewe hu kuna kuna shida gani nacho? Kuna watu yaani wanakuwa hawaelewi vizuri jinsi huyu mwanaume, jinsi alivyo huyo huyo, ndo mimi nimembeba ninajua nina uhakika naye sawa sawa, na jinsi ambavyo wewe unaamini, kama umwamini sawa sawa, weka imani yako kwa Bwana, weka imani yako kwa Bwana. Nimeona ya ya ya ya jabu sana mbele za Mungu. Nimeona uweza wa Mungu ambao ukiendelea kutenda katikati yangu, katikati ya familia yangu Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya huduma nimeona nguvu za ajabu ambazo Mungu anatenda, lakini ukiweka imani kutokuamini hiki ambacho Mungu amekupa wewe, na amekupa kishike tu, ili ukidondosha, yeye asemi mwanangu, umedondoshia wapi? Yeye ni kuchomoka na kuondoka na kwenda kutafuta wengine, maana wengi wanamhitaji, lakini hawapati, amen, wanaenda wanamhitaji alafu hawapati alafu we umekipata, alafu nakichezea. Lakini yuko tayari mkiuma, mara mwingine hawezi akaelewa vizuri, lakini utangu ulioko kwa Yesu yani, silinganishi na kitu chochote. Mpaka mimi nikiwaza nasema, mpaka nasema mchungaji, nili ni nilichelewa kwa sababu kuna raha, raha, raha. Ana kupitisha kwenye kamlima kidogo, lakini mbele yake kuna raha, na wengi kwenye kamlima kale wanakwama, wanakwama, alafu wanaiacha raha ambayo iko hapa. Shetani hey. <tiped> <tiped> Mbuzi yeye alishasomewa, yeye, dhambi yake ni kuhukumiwa na kabla ya hiyo shetani alikuwa na mamlaka makubwa kabla Yesu hajafa, kabla Yesu hajafa, shetani alikuwa na mamlaka makubwa sana. Kama amesoma, kuna kuna habari ya nabii Samwel. Nabii Samwel alimwambia alimwambia Sauli, haya mambo nayo yafanya Sauli sio mazuri. Sauli akapuza, akaenda kumpaka Daudi mafuta Daudi sasa, mimi nimemwambia, mimi nimeshamkataa, Mungu akamwambia Samueli. Lakini Samueli alikufa, alivyokufa Samueli, nabii Samueli alivyokufa, ikatokea ikatokea Sauli anapigwa vita, miezi sita imepita, ili mjue jinsi gani shetani kalivyokuwa na nguvu kabla mwanaume hajafa, kabla mwanaume hajanyang'anya ule ufunguo wa mamlaka mjue ili mjue ka shetani jinsi kalivyokuwa na kenye kanajitamba tamba. Sasa kameshapigwa mateke, ni ninyi tu mnakatetea. Bwana Yesu asifiwe, amina. Kwa maana vichawi vichawi tukikanyaga wala havina tukanya tena nini, yote haviwezi vikafanya kitu chochote. Maana yupo mwanaume wa wanaume aliyekaa ndani yetu ambaye anatenda kazi ambaye Sauli akaenda akamwambia wafuasi wake kwamba ninaomba mnitafie mganga ambaye anaweza kapunga pepo, ili yana kanitabiria kwa nini kila ninavyoenda kwenye vita napigwa. Hii hey, inatakiwa uniwezeshe ili niende kule, ili sasa nipate msaada. Na yule Samweli, Sauli alikuwa amewafukuza wale waganga na wachawi, alikuwa amewafukuza amewaweka sehemu moja. Sasa alivyokaa pale akasema uh, haya sasa, hamna shida, mimi nipeleke tu. Wakampeleka kwa yule mganga mpunga pepo mwanamke. Akienda pale, akamwambia Samueli, baba akamwambia wewe mganga, alafu akajifunga akajifunga kichwani, ili asijulikane kama ni mfalme. Yaani kwa leo hii tunaweza tukaeleza, yani kwa maana yule mfalme ambaye ni mkuu wa Israeli. Jana kaenda kawambia nisifahamike ila kuna mtu anaweza kanitabiria ili kwamba sasa nisianze kushinda, nianze kushinda. Kwa nini nashinda? Ni akaenda. Akaondoka. Alipofika pale akajifunga katika tando. Tando wake. Faru mtukufu. Bosi wa Israeli, Alipofika pale kwa kupunga pepo. Unajuaga tu tunyumba tu kwa kupunga pepo. Tunyunga tunyumba tu ambato hatuna kitu chochote ambapo ni takataka. Maana mzamini wake ni fukara, mzamini wake ni maskini. Anakupa leo anakutamanisha, alafu kesho huna kitu. Kuna faida gani ambayo yupo mwanaume ambaye akikuwa zinakuwa zinaendelea na uendelee tu, fida yake ni kufuata mashariki ili uende sawa sawa na jinsi anavyokutaka ili hela yako isiwe kutumwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. wako na mpambe wake, akasema yani, na shetani ndio, ehe. Akasema unaweza kunifufulia mtu aliyekufa. Shetani akasema hiyo tatizo dogo, na yeye akawa haelewi kama ni ni mfano, yani kama leo tunaweza tukasema ni Magufuli, Bwana Yesu asifiwe, sasa ametanda ili asijulikane kama ni yeye, akakasema basi ninaomba nifufulie yeye

Wana Yesu, asifiwe. Nataka nikwambie nguvu aliyokuwa nayo shetani kabla mwanaume hajaenda kunyang'anya ufunguo, sasa hivi kashaishiwa nguvu, anateka tu wajinga. Wana Yesu, asifiwe. <coughs> Alipofika pale, akamuuliza ni mimi Sauli, yaani napigana kila siku, yaani nashindwa, sijui sasa mimi nifanyeje, sijui nifanyeje, yaani ndio maana nimekuta <coughs> bora tu Niingie tu, afu na yule mpunga mbaka akashtuka, akasema wewe wewe wewe, kumbe ni wewe, kumbe ni wewe. Sawa, akasema wewe ni mimi baba. Akasema wewe ni yani? niambie wewe vipi? Maana kila siku sio ndoto, kila siku napigwa, kila muda napigwa jeshi la yule sangwe. Akasema nabii akamwambia, ah wewe wewe, mimi nishakwambia Mungu alishakataa, eh, ufahamu wako uko kwa kwa jirani yako Daudi. Kwa akamwambia, yani wewe hata hivi naondoka, naashuka kesho tutakuwa wote. Kusema tutakuwa wote huko kwa Bwana Yesu. Ah! Kweli alienda kwenye vita, alipigana, alikufa, wakafa wote. Ana kamwambia mtoto wake, mtoto wake amuue, lakini mtoto akakataa. Mara nani akajua? Alikufa. Kweli akafa yule. Asema, aliondoka pale alimpa Majibu yake akaondoka yake ak, akaenda kula raha yake. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Lakini aliyemtoa kule ni shetani, nguvu za shetani. Fungue Amosi tano, mstari wa sita. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, asije akawaka kama moto katika nyumba yetu, nao ukateketeza uwekuu wezaye zima naika. Ee Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rudia tena mchungaji. Kwa nini anasema mtafuteni? Kwa nini anasema kwa... Kwa mtafuteni kwa... Kwa mtafute? Kwani ukimtafuta kwa imani hauwezi kupata madhara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uko sehemu salama. Ukiwa sehemu salama, usije ukawa na wasiwasi hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtafuteni Bwana, lakini kitu kinachokufanya ni imani, ambaye anaendelea kusitiza kwa huyu Amosi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfalme wa kwanza, mfalme wa pili moja, mfalme wa pili moja tisa mpaka kumi na sita. Ndipo mfalme akatuma akija wa ya hamsini pamoja na hamsini wake, kamwendee Elia. Akamwendea Tazama, ameketi juu ya kulima, akamwambia "Ewe mtu wa Mungu, mfalme asema ashuka. Elia akajibu akamwambia yule akida wa hamsini, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni uteketeze wewe na hamsini zako. Moto ukashuka ukateketeza yeye na msinzaji. Akatuma tena akida wa hamsini mwingine pamoja na mtumishi wake waende, akajibu akamwambia ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Elia akajibu akamwambia, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu na ushuke moto nasika kutoka mbinguni, uka teketeza yeye na hamsini watu. Tena akatuma akida hamsini wa tatu pamoja na ji a juu ya akida wa hamsini watatu. Akapanda akaenda katiga magoti mbele ya Eliya, akamsini sana, akamwambia Ee mtu wa Mungu, na kusili wayangu na roho ya watubisi wako hawa hamsini iwe amaniakasana moto ulishuka kutoka binguni ukawateketeza wale afida wa hamsini wawili wakwanza, pamoja na hamsini wao i sasa, roho yangu na naiwe na tamaaconi Bwana. Malaika waBwana akamwambia Eliya, shuka pamoja naye, musim agope. Akaondoka katuka pamoja naye ataa akamwambia, Bwana asema hivi, kwa kuwa umetuma wajumbe waulize kwa wabali Mungu wa Eva, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika iulelu waulize nanalako? Kwa hiyo utashuka kile kitanda ulichopanda bali hakika Bwana, unaielewa hiyo? hiyo kumi na mwingine mwenyewe, umeona nani? Mfaume wa Pili, mstari wa pili moja tisa mpaka kumi na sit. Bwanayesu asifiwe, kwamba Elia alikuwa kama wewe jinsi ulivyo. Elia alikuwa kama mimi jinsi nilivyo lakini kitu ambacho kimemfikiza mpaka hapa ni imani ambayo amekaa nayo ndani yake katika kumwamini Mungu. Sasa katika kukaa kumwamini, aliona yule mfalume amemtuma, ametuma wajumbe. Alikuwa amevunjika akamtuma mtu akatuma wajumbe kwamba nenda kwa mganga ili muka, kwa yule mganga, alafu mkifika pale mwague kwamba huu tapona au nitakufa. Mungu akamwambia, akamtuma malaika, mwambie Elia kwamba nenda mwambie huyu mtu kwamba mnaenda kufanya nini huku? Ina maana ninyi mmeona Mungu hayupo hapa. Bwana Yesu skiri kwamba mmeona Mungu hayupo hapa, hapa katika Israeli Mungu hayupo mpaka mnaenda kuagua. Walivyofika Elia wakamwambia, fanyeni haraka, ninyi mnaopuza Mungu anachosema, na wewe fanya haraka, kazuie yule mtu anaenda kule, alafu waambie, kwa maana huko anakoenda. Akaenda aka Elia, Elia kaenda kakaa kwenye njia ambapo wale watu watapita. Labda kwa leo hii tunaweza tukasema labda ametoka huko, maana kile kipindi kilikuwa ni kutembea kwa Mungu, na labda kutoka hapa, labda kwenda na Manyere au Sumbawanga au nani. Akamwambia nenda, fanya haraka. Alipofika alipyofika pale akasema, akakuta hawa wanakuja, akawaambia ehe, ninyi mnaenda wapi? Akasema, sisi tunaenda kwa mfalme kwa, kwa mganga wa kienyeji ili tutabiri mguu wa mfalme ah, kwamba ah, amevunjika kwamba atakufa au hatakufa, ndo alichotutuma wambeba, na maana lazima anashekeli na hela wamebeba. Bwana Yesu <laughs> asifiwe. Akafika pale Elia. Bausa wa imani. <laughs> Mwanaume akamwambia mwambieni atakufa. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. <laughs> Amina. Yaani mnaona mfano mfano kama zungumzia mfano, mfano, mfano, mfano, mfano, mfano. Sijui tuzungumzie ni yani, sijui tuseme kama Trump maana, tusiseme na maana, labda hawa wadogo wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Labda <laughs> <laughs> sio Trump wa Marekani. Akasema eh eh, hey, huyu hakuwa zuri, ili akamwambia tu, nenda rudisheni taarifa kwamba ina maana tayari huyo atafia pale pale farma. Akasema mmeona na yuko akasema amevaa singe singe, yani nani, yani kama manya manya. Akasema eh eh, huyu oh, ni Elia mtishi pia ni Elia, ndo an ananiambia anasema eti aya kwa yani, kwamba ni wewe mfalme huamini kama Mungu yuko Israeli. Bwana Yesu. Anamdhilisha Mungu kwamba yani Mungu hayuko Israeli. Yule mfalme akasema oh, ndo alichofanye sasa akatafuta maakida, wanamsema maakida na maana yani wale majenerali wale wanajeshi, kikapangwa kikosi cha kwanza hamsini. Nendeni mkanikamatie, wanakamata nani mtumishi wa Mungu moja watu wamekaa majini, wanakaa labda mwezi, atajua chakula anakula nini? Au ndo makida yaani wanajeshi ambao wamebobea yaani, wa yaani mbingu zote, akawambia nendeni mkanikamatie, akamkuta. Si unajua watumishi wa Mungu saa nyingine, hey, uh, yaani wao ni nani? Akienda kwa kwa, ni kama hawana hela na anajifanya kama hana Bwana Yesu <laughs> akienda kwa wenyewe, anajifanya bounce na anajifanya bounce nah, na <laughs> akienda kwa watu wanaojifanya yeye ni zaidi, anajifanya zaidi. Akaambia, tumekuja wewe, twende sasa hivi, unakamatwa wewe. Ni mtu wa Mungu, ila tuna kukamata sasa hivi twende, kwa mfano mpaka tukumekupeleka, maana ile ni sheria eh. Na wanajeshi wanang'ania naga hii, akatuma msini wale wakaenda akamwambia tu neno moja, akamwambia ninachosema ni imani. Ninachosema ni imani, imani ya kuamini. Imani utakayo amini ndio itakayokuvusha wewe, lakini imani yako ikifanya legelege utakwama. Akamwambia ah, huyo mnasema mimi ni mtu wa Mungu. Anasema kwe, kabisa mnatambua wewe ni mtu wa Mungu, lakini wamesema tuku kamate nataka, tuku, akasema okay. sawa si Sia mjafika pango ape. Na maana wanaeleza wako humo kikosi kimejipanga kina manyota kina mpiga, kina nani kwa mnawana sasa wewe mpaka? Akasema, oki Kama mimi ni mtu wa Mungu, kama mimi ni mtu wa Mungu, moto otoke juu warambe. Ulitoka moto juu ukawaramba wakafa wote." Okay. Wanayesha hivyo. Amen. Imani ya Elia Mtishbi, ndio imani ambayo hata wewe unayo. Ile ukifanya uzembe haipu Wakapeleka ripoti haraka kwa mfano ikulu kwa Trump kwamba we, yani yule jamaa ya mchoko yani wote wamelolu, wote wamekufa, moto umewaramba wote, jeshi ya mseni afuna, anaume yuko kitandani, maana anaweza kaamka. Yeye ni amri tu, maana kazi ya jeshi ni kutii. Yani jeshi hata wakisema, yani unajua tu kabisa hapo urudi, lakini haitakiwi utege chochote, useme athi yeni, hiyo jeshi ni haipo <laughs> wamesha, wamesha, ile watu wanang'ang'ania wanajeshi. Bwana Yesu asifiwe, amina. Wote wamesha kufa. Wala msini wote kwa labda walikosea. Haya makida wengine wale, wale kasema ndio boss. Ndio boss. Ndio boss. Ndiyo boss, ndiyo boss. Hey, tembea, hamsini. Wakaondoka tena wale hamsini, kikosi cha pili. Wakasema, wewe ni mtu wa Mungu. Tumetumwa ukamata. Na wenyewe bado wajafika, kasema okay, kama mimi najua mimi ni mtu wa Mungu, moto toke juu wa. Ulitoka moto juu, ukaramba, ukawaua wote. Naeleza nguvu ya Mungu, naeleza uweza wa Mungu ukikaa huo unapata kwako, inawezekana wakakaa. Hey, wakaenda kupeleka kwa mfalme tena. Wakasema ie, hapa imekuwa shida nini? Wakasema yaani wane yaani hamna tawakuja kurudisha ripoti, yaani wamekufa wote. Ah, enye makasema, yeye, yeye sasa hapa tunachofanya na tuma wengine, maana si wale unajua kama hivi sasa hivi tuna, tuna pointi watu kumi nene, mnakuta hawajarudi <laughs> wamete hawaja nini, wanasema vita ni vipi? wale jamani cheshini, wamekufa kishujaa wale, wale wameshakufa kwao, wengine wakapointiwa tena, wengine moja mbili tatu nne tano hamsini, hai majenerali nenda ili amekaa pale pale, wakafika wakalamba wote Akasema wameshakufa kweli eh? Ah, kikosi cha tatu, kikosi cha tatu kikasema, sasa hapa lazima tutumie nasaa kwetu hapa. Cha tatu wale mia wameshaondoka, wameshakufa. Yani tunaona vitu vinaba